Ambapo tunaambiwa taasisi ya Okoa Tembo imetuma barua ya wazi kwa Rais John Magufuli kumwomba achukue hatua madhubuti za kupambana na majangili na kudhibiti biashara haramu ya meno ya tembo ili kunusuru hofu ya kupotea kwa wanyama hao hapa nchini. Taarifa zaidi na Mohamed Mwaya. Idadi ya tembo hapa nchini imekuwa ikipungua kwa kasi katika kipindi cha miaka mitano iliyopita kutoka tembo laki moja kwa mwaka 2009 mpaka kufikia tembo 43,000 mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari mjumbe wa kampeni ya Okoa Tembo wa Tanzania amemwomba Mweshimiwa Rais kuchukua hatua katika kupambana na hali hiyo. Tembo wanaendelea kupungua sana Tanzania. Uh, ukiangalia miaka hamsini iliyopita tulikuwa tuna, inakadiriwa ina, ina tulikuwa na zaidi ya tembo laki tatu hapa nchini Tanzania, lakini kwa sensa ya mwaka elfu mbili na tisa inakadiriwa kwamba tulikuwa tumebaki na, na tembo laki moja na elfu tisa tu kwa, kwa nchi nzima. Na kwa sensa ya 2014 idadi hiyo imepungua mpaka kufikia tembo 1043 tu ambayo ni, ni zaidi ya asilimia 60 ya ndani ya miaka mitano. Kwa hiyo tumeandika, tumeandaa barua kwa rais mteule Dr. John Pombe Magufuli ili aweze kuungana na sisi na kutekeleza maoni yetu. Kwa hiyo hii barua ya wazi kwa Mheshimiwa Rais ina, ina, ina malengo matatu ambayo pia ni malengo yetu ya kampeni. Lamek Makuburo ni mjumbe wa taasisi hiyo na hapa anafafanua ni kwa nini wana imani na rais wa awamu ya tano kuhusu swala hilo. Imani yetu ni kubwa kwa rais Magufuli, si imani tu, pia yeye ndo kwa sasa ndo kiongozi mkubwa wa nchi na malengo yetu ya barua, barua hii ya wazi kwake ni malengo ni hasa yanaelekezwa kwa serikali, kwa hiyo mkuu wa serikali ni rais. Ndo maana tumeelekeza nguvu zetu zote kwa, kwa rais ili aweze kutatua hili swala la, la, la ujangili na biashara ya meno ya, ya tembo. Kama, kama, kama consumers watumiaji wakuu na uwepo kwa masoko makubwa ma, ma, ma ya meno ya tembo kule nchini China, na, na urafiki wetu na China ni wa kihistoria na ni urafiki mzuri, kwa hiyo tuna imani sana kwa kutumia huo mwanya wa urafiki wa kihistoria na kati ya China na Tanzania wanaweza kutusaidia ili kulinda amani ya baadaye ya tembo wetu wa Tanzania, kwa hiyo kwa kufunga yale masoko. Kuuawa kwa tembo kunalisababishia taifa hasara kubwa, hasa katika sekta ya utalii hapa nchini. Je, nini maoni ya baadhi ya wananchi juu ya swala hili? Ni mimi naweza kusema ni action-oriented. ni mtu anataka kuona matokeo na kwa maana hiyo atapenda kuona matokeo. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba anaweza kuchukua hatua ambazo zitaleta matokeo. Mpaka sasa hivi huyu rais wetu nani Magufuli, mpaka sasa hivi ana siku ya kumi, sijui kama anaweza kudhibiti, kwa sababu yule rais wa awamu ile nani Jakaya Mrisho Kikwete akuweza kudhibiti. Je, huyu kwa sasa hivi, bado nafikiri, bado hatujapata hatujapata uhakika wake. Imani yetu kwa rais wetu wa awamu ya tano kwa kweli, kwa wananchi ni kubwa sana kutokana. Uchukulie huyu rais, kabla hata ajawa rais, kwenye wizara yake ali katika mawaziri ambao walifanya vizuri, yeye ndo alifanya vizuri. Kwa hiyo watu tuna imani, hata matwiga hayatasafirishwa tena kwenda nje. Serikali imekuwa ikifanya mikakati mbalimbali ya kupambana na ujangili nchini licha ya changamoto ya namna ya kudhibiti wahusika wa, wa biashara hiyo kuendelea kusalia. Mohamed Salim, Azam News.